Eneo yote ambayo inapita gesi asilia, ile hifadhi yake ya ardhi lazima ilindwe. Tunailinda kwa minajili ya kuongeza usalama wa miliki ya hifadhi, kwa sababu nchi yetu sasa inaelekea katika matumizi ya gesi, na hii gesi ni endelevu. Lazima itengenezewe mipango ambayo ya kuhakikisha gesi hiyo inatumika kwa vizazi vilivyopo sasa, lakini kwa vizazi katika miaka ijayo huko mbele. Kwa kifupi, kama msimamizi, ni kwamba katika prosesi nzima za uandaji mpango wa matumizi ya ardhi, tunatatua vitu vingi mno, licha ya usalama wa huo milki, lakini vile vile tunatatua migogoro, kwa sababu timu yetu ni shirikishi, ina maafisa ya mipango miji, ina wataalamu wa mifugo, ina wataalamu wa kilimo, ina wapima ardhi. Kwa hiyo vile vilevile tutatatua migogoro iliyopo ya mipaka ya vijiji vyetu. Hii ardhi ya kijiji ina mipaka, na tulivyopata tulivyopata taarifa ni kwamba kuna migogoro ipo. Sasa utaratibu mzima ni lazima tujikite katika kutatua hii migogoro, kwa sababu tunaamini ukisha tatua hii migogoro, wananchi wanakuwa na amani, wananchi wanakuwa na furaha, na hata ushiriki wao katika miradi ya kimaendeleo unakuwa ni mkubwa. Kwa hiyo hilo ni zoezi mojawapo kubwa la kuhakikisha kwamba migogoro yote ya ardhi ambayo ipo katika eneo hili tunaitatua, mipaka inakuwa bayana ili kila kijiji sasa kiweze kusimamia ardhi katika maeneo ambayo yako ndani ya mipaka. Lakini vile vile tuna kamati ya plum team ambao ni wataalamu katika ngazi ya wilaya tutawapa elimu. Jukumu kubwa la tume ni kuhakikisha inatoa elimu ili shughuli sasa iwe endelevu. Leo hii tunakamilisha vijiji kumi kuandaa mipango ya matumizi ya ardhi. Kuna vijiji vingine ambavyo sasa halmashauri kwa kupitia bajeti zake za mwaka na kupitia wataalamu hawa ambao leo tutawawezesha elimu ya kuandaa mipango ya matumizi ya ardhi. Wawe sasa kujisimamia wao na kuendelea kuandaa mipango ya matumizi ya ardhi kwa wa ujumla wao kila mwaka ili angalau maeneo ya vijiji yaweze kuwa na mipango. Sasa hili ikikamilika ni, ni madhumuni makubwa ya zoezi hili ni kuondoa migogoro ya matumizi katika maeneo ya vijiji, kwa maana vijiji vikishapangwa kila eneo litakuwa linajulikana matumizi yake, eneo la, la, la ufugaji, eneo la ziada, eneo la uh, kilimo pamoja na eneo bomba ya gesi linapopita. Ndio madhumuni makubwa ya kufika tume hii kwa ajili ya kurekebisha, ili bomba lisije likakosa maeneo ya kupita likipita eneo litakalopita, itakuwa halihitaji tena kufanyiwa matumizi mengine. Kwa hiyo eneo hilo litakuwa ni reserve ambayo ni kwa ajili ya matumizi ya bomba la mafuta tu. Wito kwa wananchi ni waombe sana wananchi wa Mtama kwanza, watoe ushirikiano sana kwa tume hii. Tume imekuja kuhakikisha wao, ardhi yao inapimwa na inakuwa salama lakini pia wale ambao wanafikiwa na migogoro wajitokeze kwa wema, waseme migogoro yao vizuri na kwa haki, na tume itasaidia kuhakikisha kwamba migogoro hiyo inaisha. Lakini vijiji waruhusu upimaji ufanyike kwenye maeneo yao, kama mipaka kunyosha, waruhusu mipaka inyoshwe vizuri, kuhakikisha kwamba mahusiano mazuri kati ya mtu na mtu, kati ya kijiji na kijiji yanaendelea kiwepo, baada ya utatuzi wa migogoro ya ardhi yote ambayo iko ndani ya halmashauri wa... ya Mtama. Tumefurahia ujio wa hii tume ya taifa ya mipango na, na ardhi kwa sababu katika halmashauri yetu itakuwa na manufaa mengi tu. Baadhi ya hayo manufaa manufa, ni kama yafuatayo kwanza kabisa itaweza kutusaidia kupunguza <coughs> au kutatua zile, ile migogoro ya ardhi ya mipaka, kwa sababu vijiji vyetu vingi vina migogoro ya mipaka. Kwa hiyo kutokana na zoezi hili tunaamini kwamba itatusaidia kutatua, kutatua hiyo changamoto ya migogoro ya mipaka, lakini pia kwa sababu kutakuwa na, na nafasi ya wale watu ambao watapimiwa yale maeneo kuweza kupatiwa hati miliki, kwa hiyo tunaamini kwamba baadhi ya wananchi wetu ambao walikuwa hawawezi kufikiwa au kupatiwa huduma kwa urahisi ya upatikanaji wa hati watapata hati zile miliki kwa urahisi.